Tuko katika muji wa Shasha wilayani Masisi Kivu Kaskazini. Eneo hili lilishuhudia machafuko kwa muda mrefu. Nilipoteza vitu sana zaidi hapa mjini Shasha, vitu vilipotea vingi sana kwa sababu hiyo. Mripuko ya vita ilikuja saa kumi, yaani dizuite, tukakimbia. Yani unakimbia ngambo yako, muke ngambo yake, hakuna hata kufika nyumbani kwako kabisa. Wakati unarudi baada ya wiki moja unakuta vitu nyumbani vyote vishachukuliwa masaani, yaani vitu vyote hata vya kitandani. hmm. yeah. Yani sasa mko wa masikini hapa kabisa, yani hali ni mbovu, ila tunatoa shukurani kwa msaada kidogo kidogo ambao tuko tunapata kwa chakula, iko natusaidia kabisa. Hali ya leo inakuwa mbovu sana juu tumepitia mwaka mzima ya vita, kushipata kimaisha inakuwa mbovu sana kiusalama usalama omwe. Sasa munahitaji nini? Tunahitaji msaada, tunateseka, tulikimbiaka, tukakimbia manyumba yetu, tukaacha nani, kila kitu. Wakati tumerudia tumefika, vitu vyote vishakuwa pia. Ndio mnaomba msaidiwe vipi? Inaomba e, tusaidiwe. Ya kwanza ni kipesi, chakula. Hatutalima leo kusema ase tutavuna leo. Ile lakini, naona chakula naona iko nyuma yako, inaonekana. Sasa kwa nini nyi unge hamtaki kulima? tunalima mm. Leo, leo lakini, unajua kwamba vile kutegemea msaada ni tatizo, kwa sababu watu wanaotegemea msaada, misaada leo hakuna, hata Gaza yote inakwenda ulai. Sasa mtategemea itatoka wapi? kitu muhimu mnataka nini taka usalama hmm. Kwa zamani vita vikakoma, hatutahitaji tena misaada hapa. Nyuma yangu hii ni soko ambako wanauza visamunyu vyakula mbalimbali na hata wakaazi wakiwa wamerudi kwenye makaazi yao, wengine wakiteremuka kutoka kwenye milima kwenye mashamba yani kwenye vijiji kwa kujimudu kimaisha yeah.

Usalama huko namna gani? Hakuna tatizo. Hmm. Sasa pengine muna hitaji nini? Hitaji. Je, tunahitaji usalama tu. Na mtu analima na kula mzuri maana kwa kuna. Ukiangalia maisha ya leo na maisha ya zamani siku zilizopita, utafauti uko wapi? Ewa. Mbona leo hii mtu yuko nalala hakuna shida? Ni ni wapi? Hapa ni Shasha. Hivi mmekuja kufanya nini? Tumekuja kurangura. Kurangura nini? Bijumba na virai. Viazi? Eh. Ah. Hivi viazi natoka wapi na inaenda wapi? Zinatoka. Mzuri, ninarangura yangu, ninaenda mzuri na sina mtu wa kunisumbua. Na mbele ilikuwa namna gani?

Yaani wewe unaenda na drop ina mpaka Goma hey, umeyalisha tunayalisha kata wamama waine watano tunalipa ile karanti. Mimi na hatuwewe kapitali yenye itatufaidikisha ile karanti. Ndio mnaomba nini? Tunaomba kutuseme watufunguzi, hmm. Wakazi wa eneo hili waomba sasa kushinikizwa kwa sababu wengi walipoteza vitu vyao wakati wa vita. Shasha eneo muhimu kwa mji wa Goma kwa sababu eneo hili linazalisha chakula kwa ajili ya kulisha familia <muchilis>